Ndugu zangu wapendwa, itukuzwe damu ya Kristo milele, amina. Leo ni siku ya mwisho kabisa katika kipindi hiki cha Majilio. Tujengwe na tafakari ya mwinjili Luka sura ya kwanza, aya sitini na saba hadi ya sabini na tisa. Ni habari za mzee Zakaria. Huyu mzee ambapo alipata jaribu, alipata kilema cha ububu baada ya kuhoji mambo ya malaika Gabrieli akawa bubu kwa muda, alafu baadaye baada ya kukili kuendana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kuandika kwamba jina la mtoto huyu litakuwa Yohane, akafumbuliwa kinywa chake akaongea. Sasa baada ya kurudishiwa uh, uwezo wa kusema anasema kitu gani? Anasema kitu gani? Anachokisema ni kumtukuza Bwana kwamba Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli. Sasa anamtukuza Bwana Mungu wa Israeli kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ingeweza kwa hali ya kawaida, kwamba baada ya kuona makuu ya Mwenyezi Mungu, mtoto atakayekuja kuzaliwa jinsi majirani walivyoshangilia upatikanaji wake wa jina ulivyokuwa wa ajabu na ambapo uliashiria mpaka yeye mwenyewe kukiri kwamba ni Yohane na kinywa chake kufunguka, kwa hali ya binadamu wa siku hizi angeweza kuondoka na kuanza kuwasimulia wazee wenzake, pengine, jamani, mimi nimepata mtoto na mtoto huyo niliyempata ni mkuu. Siku kadhaa zilizopita nilikuwa bubu, na baada ya kuwa bubu saizi ninaongea ni mtoto ambaye mimi mwenyewe namshangaa. Anaanza kusimulia habari za mtoto wake na kumsifia na kumlinganisha na watoto wengine kule katika mitaa na kujidai, kujiona, kujiinua. Lakini akaanza kuliinua jina la Mwenyezi Mungu, akasema atukuzwe Mungu wa Israeli. Tunajifunza kitu gani? Mwenyezi Mungu anapokutendea makuu, anapokutofautisha na watu wengine kwa habari ya ajira, kwa habari ya uwezo, kwa habari ya kukuinua kwa namna yoyote ile, anapokufanya wa pekee, hata anapokukirimia kinyume cha matazamio ya watu, usijisifie wewe, usimsifie bosi wako, usimsifie mtoto wala usimsifie yule aliyekupa kazi, litukuze jina la Bwana, kwa sababu wengine wote wametumika kama chombo tu ndicho alichokifanya, uh, Zakaria kwamba cha kwanza alichokiona ni kusema kwamba atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli. Tujifunze ndugu zangu, leo tunapokuwa katika majukumu yetu, kuna mambo mengine ambayo tunakilimiwa kuliko wengine. Kuna vitu vingine tumevipata sio kwa ajili ya mastahili yetu. Tumejipata, tume, tumepata kwa sababu ya Mwenyezi Mungu tu ametukumbuka kuna mambo mengine tuliyapoteza kwa muda mrefu, sasa tumeyapata. Kama wakina Zakaria walipoteza haki ya kuwa na mtoto kwa muda mrefu, sasa wamepata. Hawakumsifia Zakaria, hajamsifia mke wake kwamba yani, we mke wangu, wewe ni hatari sana, wewe una uwezo sana. Akakumbuka neema za Mwenyezi Mungu akamtukuza Bwana. Tumtukuze Mwenyezi Mungu kwa yale anayotupatia, kile alichotukirimia tofauti na wengine. Kumbuka kusema asante kwa Mwenyezi Mungu. Jina la Bwana likitukuzwa, sisi tunaendelea kubarikiwa. Mwenyezi Mungu akubariki na kukuongoza kwa siku ya leo, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Uwe salama na mwenye mafanikio katika siku nzima. Mwenyezi Mungu akubariki sana.